Tumekuwa mikononi mwako. Asante kwa watumishi walioendelea kufukiza uvumba kwenye madhabahu yako na hata tumeweza kufika siku hii ya leo ya Ijumaa. Mungu wetu, tunakubariki mno. Asante kwa ratiba zako, lakini tunakubariki kwa ajili ya kaka Kisinda ambaye Mungu amekuwa zamu wakati huu mm. Mungu shughulika na yeye pia, achilia upako, maono chilia mawazo, utulivu moyoni ili kuendelea kutengeneza na kuratibisha kipindi hiki sawa na ulichokikusudia. Tushikamanishe na umoja wa kiroho, ili tujue yatupasayo. Tuko tayari kukusikiliza, nitumie kama chombo chako. Lakini tunapageuza mahali hapa kuwa madhabahu yako na mahali popote tunaposikilizwa, iwe ni kwenye vyombo vya usafiri, iwe ni nyumbani, iwe ni ofisini, pasiwe ni mahali pa kawaida, mara tu mawimbi haya yanapopita na kufika na hasa kupitia ibada hii, E Bwana katika damu ya Yesu tunakomboa mbingu za mbingu, mahali popote yanapopita masafa haya, yapite na kumfikia mtu aliyekusudiwa, na kuachilia uponyaji, ukombozi, kuinuliwa na kutendewa, katika damu ya Yesu na jina la Yesu tunaomba tukiamini na kupokea kutoka kwako. Amen. Tunamshukuru Mungu kwamba bado tunaendelea na somo letu lenye kichwa kinachosema usitoe tamani, ajifunze kutoa bila kujihurumia. Ni kichwa ambacho hakijakaa vizuri sana lakini ndo kichwa <laughs> kwa tafsiri nyingine, epuka kutoa huku ukiwaza kujihurumia, ya kwamba nitafanyaje? Nitaishije? Ninajua kuna wakati mwingine huwa tunadhani ni hekima ya kimungu sana kufika mahali kuweka akiba zetu wakati ambao tumesukumwa, tumenong'onezwa, tumeambiwa tutoe. Yani, achilia ile ya kwamba umefundishwa ama umehamasishwa utoe, ninazungumza ile ya kutoka moyoni mwako kwamba umesikia maelekezo, msukumo wa kwamba toa, usibishane na ile sauti ya lo. Kule ndiko kuliko na msingi. Mara nyingine nimekuwa nikizungumza kwamba yako mambo matatu ya msingi sana kwenye kutoa sadaka inayoleta majibu. Nikasema cha kwanza ni kutoa kiasi sahihi, cha pili ni mahali sahihi, cha tatu ni muda sahihi, cha nne ambacho ningetamani kiwe ni cha kwanza, kutii kile ulichoelekezwa kutoka ndani. Mm -hmm. Kiasi sahihi ya nini unapaswa kutoa kama sadaka yako ni kutoka ndani, kutoka ndani hiki cha nje kijazwe ama kiongezewe na kile ulichokisikia kutoka ndani kwa sababu kile kinachotoka ndani ndicho ambacho Mungu amekunong'oneza saa hiyo. Kwa hiyo tulianza kuangalia baadhi ya vitu tulisimama, kwenye kile kitabu cha Kutoka 36 tulisoma baadhi ya mistari michache, tulisoma mstari wa kwanza mpaka wa saba na tulikuwa tunaangalia kona moja ambayo iko kwenye Kutoka hiyo hiyo 36, mstari wa kwanza mpaka wa pili kwamba tunapaswa kutoa. Wale watu walitoa zaidi ya uwezo wao, lakini tunaona kulikuwa na kitu cha ziada. Walitoa kitu kinachoitwa akili, ujuzi, vipawa, karama, maarifa na hekima, ama maono ya kuona vitu vya mbali. Hawa watu walishiriki kuvitoa kama sadaka. Wao wameainisha kitu kimoja tu kwamba akili zao zilitumika kujenga madhabahu ya Bwana ama maskani ya Bwana. Nikaona kuna vitu vya ziada ambavyo pia tunapaswa kuvitoa kama sadaka. Nikakuambia, haujapewa ujuzi, maarifa, cheo, nafasi ulionayo kwa ajili ya kuvitumia ili upate mshahara utakaoendesha maisha yako. Nafasi, cheo, ujuzi vinapaswa pia vitumike kama sadaka kwa Bwana. Mara nyingi tunapoomba ili tupate nafasi ya ajira huwa tunamkumbuka Mungu kupitia hivyo tulivyo navyo, lakini Mungu akishafungua milango tukafanikiwa, tunaanza kuhesabu kukesha kwetu connection, e, bidii zetu, hatuoni ya kwamba yuko Mungu aliyetuwezesha kutupa nafasi hiyo. Kwa hiyo kama Mungu amekupa hiyo taaluma, cheo chako na nafasi ulionayo, hakikisha na yenyewe inatumika kama sadaka kwa Bwana. Nilikupa ule ushuhuda wa ule injinia ambaye alisota miaka sita bila kupata tenda mahali popote. Alipofika mahali akaitoa taaluma yake ama ujuzi wake kama sadaka, kusimamia jengo la kanisa, anasema alipomaliza tenda zilikuwa nyingi, mpaka kawa anaalika watu kuja kumsaidia. Nini kilichotokea ni kwamba alipogeuza ujuzi wake kuwa sadaka. Maana yake Mungu akaingia agano kwenye ile taaluma alionayo. Swali ni hili, je, taaluma, ujuzi, cheo, nafasi ulionayo inaugusaje ufalme wa Mungu? Ina nafasi gani katika ufalme wa Mungu? Umeitumiaje kugusa ufalme wa Mungu? Inawezekana wewe ni mwalimu. Pale kanisani kuna madarasa ya watoto. Umetoa ushauri wa nini cha kufanya? Wewe ni askari, pale kanisani panahitaji ulinzi wa zile mali za pale kanisani. Umetumia huo u, u, u, ujuzi ulionao, angalau kutoa ushauri wa ili vitu viendelee kubaki salama. Inawezekana wewe umesomea masuala ya, ya, ya, ya, ya uhasibu. Pale kanisani kuna vitu gani umeshiriki kutoa ushauri na maelekezo? Inawezekana umesomea mambo ya IT, vinagusaje ufalume wa Mungu mahali unapoabudu? Haiishi tu kutoa sadaka, na sikukatazi kutoa sadaka. Ninachotamani, panua wigo wa namna ambavyo unaweza ukatoa sadaka zako, halafu Mungu akaingilia kati kufanya pamoja na wewe katika hatua za maisha yako ya kila siku. Sasa leo nilitamani nisogee kidogo, nisogee kidogo, na kabla sijasogea nikupe huu tangulizi ambao ndani yangu nilisikia nianze nao kabla sijarudi kwenye hiyo Kutoka 36. Angalia, Hatuishi ama hatuko tulivyo kwa sababu ya tulivyo navyo. Hiyo sentensi ni muhimu sana, hatuishi ama hatuko tulivyo, labda niongeze na neno lingine, hatuko tulivyo na tulivyo navyo kwa sababu tu ya bidii zetu ama ujuzi ama ujanja wetu. Kwa hiyo maisha yetu tulivyo na tulivyo navyo si kwa sababu ya chochote tunachoweza kujisifia. Tuko tulivyo na tulivyo navyo ni kwa sababu mkono wa Mungu, neema ya Mungu iko juu yetu. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa tafsiri nyingine, yako mambo mengi sana ambayo yamkini kuna watu ambao ni wajuzi na ni wataalamu sana kuliko wewe wale wanaoweza hata saa zingine kutabiri juu ya majanga yatakayowakabili iwe ni kwenye ngazi ya taifa, ngazi ya kampuni, taasisi na kadhalika, ya kwamba tuwekeze akiba ili tupite salama kipindi cha majanga yatakavyotupata, lakini na wao pia hawapo duniani, wamekwisha kuondoka. Kwa hiyo hatujabakiwa na tulivyo navyo kwa sababu tumetumia akili kutunza akiba za tulivyo navyo. Sasa haimaanishi ni vibaya kuwa na akiba, ni muhimu sana, lakini usifike mahali ukaona unaishi kwa sababu ya akiba ulio nayo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tafsiri nyingine iko hivi, umevushwa, umeepushwa na mambo mengi ambayo ndiyo yamekufanya ubakiwe na ulicho nacho. Ukielewa hapo, utakuwa umenisaidia sana. Yani Mungu amekuvusha. Inawezekana kulikuwa na ajali, kulikuwa na misiba kulikuwa na majanga. Tumeona wenzetu wa, wa, wa Marekani, namna ambavyo wamepita kwenye tsunami ngumu kuliko maelezo. Wenzetu wanaopigana vita kwenye mataifa na nchi zao, wengine wanaopita kwenye nyakati za ukame kuliko maelezo. Kama Mungu ametuepusha Watanzania kwenye mazingira hayo, ndio maana una akiba <laughs> fikiri pamoja na mimi sasa hivi ungekuwa umelazwa unatakiwa ulipie kitanda chako ulipie gharama za bili za matibabu. Nina uhakika hata hiyo akiba iliyoko benki iliyoko sakosi iliyoko vikoba ungekuwa umeitoa ili kushughulika na matibabu. Fikiri ungekuwa umefiwa na mtu wako wa karibu, usingeruhusu hiyo akiba ibaki kwenye akaunti. No, ungeenda kuichukua ili isapoti mambo mengine yaende. Sasa usidhani wale waliotumia fedha zao wao ni ni watu ambao hawana hawana namna yoyote yani, hawana ujanja kama wakwao, hawana akili, ila wewe ndo una akili sana. Na ndo maana nimesema umevushwa, umepushwa na mambo mengi, na ndo maana umebakiwa na kile ulicho nacho. Niliwahi kukutana na ushuda wa baba mmoja ambaye alishuhudia kwa namna ya mzigo sana, alinifundisha jambo, akanambia, mwanangu, nimebarikiwa kupata watoto watano na wote wana nafasi nzuri nzuri wana nafasi nzuri na wanalipwa vizuri sana, anasema. Na wao kwa kujua ya kwamba mimi ni mzee wao niliye stafu, wakaamua wakasema, mzee, hatutamani ukae tu nyumbani, tunakujengea nyumba apartment kwa ajili ya kupangisha, ili angalau uwe unapambana na kwenda kutembelea kuzungumza na kufanya vitu vya namna, usikae tu nyumbani ko. Akawa ana watoto watano wanalipwa vizuri, kwa ana uhakika, na wamemkadia, wamemkatia na bima ya afya executive one halafu ana apartment anasimamia, ana kap kwenye nyumba nzuri ya kisasa, ana chombo cha usafiri, unamwambia nini? Akaambia mtumishi, nilijiona kana kwamba mimi nimeushinda ulimwengu. Unisikilize vizuri, unisikilize vizuri <laughs> anasema, ilifika mahali niliona hakuna sababu ya kumwomba Mungu, unamwomba nini? Vitu vyote vipo, unachokihitaji kipo. Mtoto mmoja ni daktari, mwingine ni mwanasheria, mwingine yuko kwenye vyombo vya usalama, taja na vitu vingine. Aki akifungua tu mdomo amesaidiwa. ko nini ko, alikuwa naona kama sisi tunaoomba ni kana kwamba ni maskini sana. Sinajua kuna wakati watu wanasema hawa wanaombaomba, omba, ni maskini, havijakukuta <laughs> huyu baba anasema, mwanangu, ilitokea tu kidogo tu itokea kama kwenye mguu wangu kuna kiupele fulani wakati najikuna naomba, mbona hapa panaendelea kuvimba? Alafu hiki kiupele hakiachi kuwasha. Kadri alivyoendelea kukikuna ku, anasema kaa, nasikia maumivu kwenye ule mguu. Akampigia daktari mtoto wake, daktari, kuna changamoto hii, na yakambia njoo hospitali. Sasa unaona kuwa na watoto yani, una, unaambiwa njoo, yani unaenda, huhitaji kupanga foleni, baba ame... <laughs> Kakaenda moja kwa moja, na yule daktari ni daktari bingwa, sio mdogo mm. kwa akamshikamanisha na madaktari bingwa wenzake, jamani, huyu ni mzazi wangu. Unajua hata huduma yaani, tusidanganyane, huduma akiambiwa huyu ni baba mm. <laughs> automatically yes, kuna kuwa na huduma tofauti <laughs> kwa wale madaktari bingwa wa, wa ishu ambayo yule mzee alijieleza, wakamshughulikia baba mzazi wa daktari mwenzao. mm. Msikilizaji wangu nataka udake hicho kitu ko, mzee mm. ame relax pale, ana uhakika wa kupona, sio wewe mpaka wanze kudunduliza hela. Huyu yuko kwenye mikono kwanza, ana bima ya afya, lakini chini ya uangalizi wa daktari bingwa mtoto wake, na amepelekwa kwa madaktari bingwa, madaktari bingwa wenzake na mtoto wake mm. kwa ame, unajua hapo hitaji hata kuomba <laughs> Daktari bingwa akaanza kushughulikia, kambia ina shida mzee, hii hali itakaa sawa, utapona. Wakashughulikia, anasema siku ya pili yake maumivu ya kazini, siku ya tatu yake madaktari tunabadilisha no, dawa bado. Madaktari maumivu ma, ma, ma, hayapungui. Ilipofika wiki, mzee hawezi kusimama. Wale madaktari sasa, wale walioenda kutibiwa wanajiwaga, kuna wakati inabidi likae jopo la madaktari Mm. Kujadiliana kaambia, hii hali tunashangaa, tulitegemea kwa dalili moja mbili tatu itakuwa ni hii na hii, na matibabu yake ni haya, lakini kila tunapomtibu mzee anazidi kupata shida. Jopo likakaa, na ile taarifa ikaenda kwa daktari bingwa mtoto wake kwamba tunaona hali ya mzee inazidi kuwa mbaya, na na yeye anapoenda kumwangalia mzee haoni mabadiliko mm. Kilichotokea wale madaktari walipokaa wakasema, no, hii sio kesi ya Tanzania, ni kesi ya kwenda India. Sasa mtaka unisikilize. <laughs> Atwende na bima zetu tafadhali. <laughs> Kwa hiyo okay, yes ikabidi wampigie gharama za kwenda India. mm -hmm, bei ilipokuja watoto wake wote wenye nafasi nzuri wakachangishana ile gharama haikuweza kufikia, unajua mm -hmm, nini kilichotokea tokea mm -hmm, ilibidi yule mzee aende mpaka mahali anakoabudu kuwaeleza jamani, nimefika mahali hapa, ninaombeni msaada wenu kwa chochote mtakachoweza. Kwa hiyo hata wajane, yatima, maskini wasiojiweza walimchangia baba mwenye watoto watano wenye nafasi, akiwemo daktari bingwa hmm, lakini pia mwenye apartment mwenye wapangaji wanaomlipa tena vizuri. Gharama za kwenda India zilizidi kiwango cha uchumi wao. Nilitaka uone hiyo picha ya kwamba Sio fedha na akiba ulizo nazo zinazoweza kukufanya uwe salama. Kuna wakati unaweza ukapita kwenye mazingira yanayovuka kiwango chako cha fedha ulio nayo, na nilikuwa nasisitiza hiyo sentensi kwamba hatuishi hatuko tulivyo kwa sababu ya tulivyo navyo. Yako mambo mengi sana Mungu ametuepusha naye Fikiri hapo ulipo. Nilikuwa nakutana, nilikuwa nazungumza na kesi moja mama moja juzi, anasema mwanangu inatakiwa aondolewe figo. Fikiri inafika mahali wanasema moyo wako umekuwa ni mbovu haufai tena. Fikiri wanasema mapafu yako yameshalika. Fikiri wanasema ini lako limefika mahali lina shida mm, umaikwaza kwamba tunaposhughulika kwa bahali ya kubadilisha hivyo vitu ni gharama gani inayohitajika? Ndio, ninajua unaweza ukasema Muhimbili sasa hivi wanafanya abc, sio bure, sio bure, ni gharama mm. Umai kujiuliza mapigo ya moyo toka amedunda hapo kifuani, una miaka mingapi? Una gharama gani ulizogharamikia hayo mapigo ya moyo yakadunda? Wakati kuna watu wewe unadu, mapigo ya moyo yanadunda na saa zingine hujui kama anadunda. Kuna mtu ili yadunde anahitaji mashine na gharama kubwa. Hapo ndipo ninakumbuka habari za tajiri mmoja aliyepata changamoto ya, ya ya upumwaji. Tajiri mtu mwenye uwezo kabisa, amelazwa hospitali, siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, mpaka siku ishirini na moja amelazwa, anahitaji mashine ili kuweza kupumua. Baada ya kumtibia, amekaa vizuri, wanamletea bili, yule tajiri akawa nalia yule mhudumu aliyekuwa namhudumia anasema, baba, gharama imekuwa kubwa sana. Kaambia hapana, hii siyo gharama kubwa, nina uwezo wa kuilipa, ila nina waza ya kwamba ni yani, kama ingetokea toka nimezaliwa mpaka leo ninalipia gharama za kupumua kama nilivyolipia hizi siku ishirini na moja, maanake mimi ningekuwa masikini, sio tajiri. Anasema hizi siku chache tu ambazo nimekaa hapa siku ishirini na moja, gharama yake ni hiyo kumbe kuna vitu Mungu ametuepusha navyo. Angeachilia kila kitu tukigarimikie, ninakwambia hakuna mtu mwenye uwezo. Sasa fikini sembuse masikini, sisi tungefanyaje? Knatamani nikukumbushe ni jambo hili, wewe sasa hivi unatembea wewe sasa hivi unaweza u, unasikia hata njaa <laughs> unasikia kiu, kuna wenzako, hivyo vyote vinahitaji mabomba yale ile ile, ile mipira ili aweze kupata hizo huduma zote Wakati wewe uko nyumbani umeamka asubuhi, umefanya shughuli zako, si kwa sababu ya vile ulivyo navyo no, ni kwa sababu ya neema ya Mungu. Kwa hiyo inapofika wakati unaposukumwa, unapoelekezwa, unapoambiwa toka ndani ya moyo, toa sadaka yako, jifunze kutoa. Hawa watu tunaona namna ambavyo walitoa zaidi ya uwezo wao kwa nini wanatoa zaidi ya uwezo wao? Wanajua hawako navyo kwa sababu ya bidii zao, ama hawajapewa vile walivyo navyo kwa sababu wao ni bora kuliko watu wengine, ila ni mkono wa Mungu ambao ndio unaowasukuma kutoa. Kwa hiyo wanatoa kan, kana kwamba wanarejesha uaminifu kwa Mungu aliyewaamini. Na ndio maana walipofika, ulipofika muda wa kumtolea Mungu sawa na Wakolosai tatu ishirini na tatu. Wacha tusome, muda wetu umekimbia kuliko maelezo. Wakolosai tatu ishirini na tatu ni msari ambao ninaupenda kuliko maelezo. Usome kwa utulivu, uone kilichoandikwa kwenye hiyo kona. Wakolosai tatu ishirini na tatu, Biblia inasema hivi, Biblia inasema hivi, ishirini na tatu lolote mfanyalo lifanye kwa moyo. Lile neno lolote, maana yake chochote, kwa namna yoyote unapopata nafasi fursa ya kulifanya, anasema jifunze kulifanya kwa moyo. Lile neno kwa moyo, maanake kwa bidii, kwa kujitoa, kwa kumaanisha. Anasema na unapolifanya fanya kama kwa Bwana. Unaenda ibadani, fanya kama kwa Bwana. Unatoa sadaka, toa kama kwa Bwana. Unaimba, imba kama kwa Bwana. Unahubiri, hubiri kama kwa Bwana. <laughs> Ukifanya kwa namna hiyo kuna namna ambavyo hata utendaji wako unabadilika. Pale mwishoni, anazungumza kitu kigumu sana, anasema wala si kwa wanadamu. Bahati mbaya sana sisi tunafanya kama kwa watu. Unaenda ibadani ili mchungaji wako ajue umekuja kanisani, unatoa sadaka ili Wakristo wasije kakuona umekaa kwenye kiti, unaimba ili wakuone kwamba na wewe unaimba, unahubiri ili kuonekana ni mtu maarufu fulani. Kuna vitu tunapishana navyo vya kibaraka kuliko maelezo Fanya kama kwa Bwana. Ngoja niongeze hili katika dakika chache zilizobaki. Kwa hiyo anaposema lolote mfanyalo, sio tu masuala ya kiroho, hata vile vya kawaida kabisa. Unalima lima, kama kwa Bwana. <laughs> mm -hmm. Unaendesha bodaboda, endesha kama kwa Bwana. Unajua utakuwa uta, uta makini na barabara, utakuwa makini ukijua umebeba abiria, utafanya kwa namna ambayo ni ya kipekee. Wewe ni daktari, wewe ni mwanasheria, wewe uko kwenye kada yoyote, usimhudumie mtu kwa maana ya kumwona mtu aliyesimama mbele yako, mhudumie mtu kwa kumwona Mungu amesimama mbele ya macho ya kwako itakufanya ufanye kwa namna ya tofauti sana. Shida ni kwamba tunamwona mtu tunamdharau, tunamwona mtu tunafanya kwa namna ya chini sana. Anasema kilichomfanya Ibrahimu na Sara wapate mtoto, ile ahadi ya mtoto kwa mara ya mwisho, yule malaika anapomwambia kwamba majira kama haya mtapakata mtoto, ni kwa sababu mara Ibrahim aliwapokea malaika kwa. Kuna wakati unaweza ukafanya ukadhani unafanya kwa watu kumbe unafanya kwa Mungu, na ndio maana Yesu anasema kuna wakati utakapofika, wakati atakapokuwa mnabagua kondoo na mbuzi, anasema mtasema mimi nilifanyaje hayo mambo. Anasema nilipokuwa masikini ulinihudumia, uli ni nilipokuwa mgonjwa ulikuja kuniona, nilipokuwa nina kiu ulininywesha. Tutauliza, ni wapi Bwana tulifanya mambo haya? Yesu atasema mlipowafanyia wadogo hawa mlinifanyia mimi ni muhimu sana kudaka hicho kitu na ndio maana mkazo wangu kwenye utoaji wa sadaka usitoe kama unatoa kanisani usitoe kama unatoa kwa mchungaji usitoe kama unatoa kwa wazee wa kanisa wale ni binadamu fanya kama kwa bwana ukifanya kama kwa bwana utafanya kwa namna tofauti yaani utajua unayefanya mbele yake anaona kila kitu kwa hiyo utajiona hujionei huruma hulalamiki wala kunung'unika utatoa kwa moyo utatoa kwa kumaanisha, utatoa kwa bidii, utatoa bila kuhesabu ni mara ngapi umetoa. Angalia hawa ndugu wakatoa vikazidi, wakatoa zaidi ya uwezo wao, walitoa zaidi ya matarajio ya wazee wao. Sasa hebu turudi kwa dakika hii moja, alafu tutaendelea siku ya Jumatatu kutoka hapo. Hebu turudi pale kwenye kitabu cha Kutoka, mstari ambao ndio umetupeleka kwenye haya yote, thelathini na sita. Kutoka thelathini na sita. Nisome mstari wa tano mpaka wa sita. Halafu tuone tunahitimishaje asubuhi ya leo, 36:5 mpaka 6, Biblia inasema nao wakasema na Musa kumwambia, watu waleta vitu vingi sana, zaidi ya hivyo vitoshavyo kwa ajili ya utumishi wa hiyo kazi ambayo Bwana aliagiza ifanyike. Sasa angalia mstari wa sita, basi Musa akatoa amri <laughs> ninapenda huo mstari, nao wakatangaza mbiu katika malango yote wakisema wasifanye kazi tena ya mtu mume wala mwanamke kwa ajili ya matoleo kwa mahali patakatifu. Basi watu wakazuiwa wasilete tena sadaka. Aisee, <laughs> hawa watu walimaanisha walichokuwa na kifanya mm. Walitoa kiasi ambacho vikazidi malengo. Halafu bado watu wanatoka nyumbani na sadaka, wengine wako kwenye foleni, wengine wako kwenye bodaboda, ingekuwa ni sasa, wengine wako kwenye bajaji, wengine wako kwenye daradara, ungeuliza mnaenda wapi? Tunaenda kumtolea Bwana sadaka kwa ajili ya kumjengea maskani ya Bwana. Angalia kwenye maisha yetu ya kawaida kabisa, sio kwamba tumeshindwa kujenga majengo ama mahali pa kuabudia pazuri. Shida ni kwamba moyo wa kutoa kwa kumaanisha haupo, umekufa umeliwa na adui, haupatikani tena. Na ndio maana tumekwama, tumesimama, tumechelewa muda mrefu sana kufanya vitu vya Kimungu, si kwa sababu hakuna watu wenye moyo wa namna hii, ila kuna mahali tumekosea. Tutakapokutana Jumatatu, tutaanzia hapo. Wacha ni mshukuru Mungu. Bwana Yesu, tunalibariki tena jina lako sana. Wakati kama huu umetupa neema hii ya kuweza kumegewa ngaa kidogo sehemu ya kile ulichotamani tamani utumegee, ili tujifunze. Inawezekana umechungulia kwenye kona ya utoaji, kuna mahali tumefeli. Na wewe ni Mungu na ni baba yetu unayeweza mambo yote. Katikati ya yote tusaidie, kama mioyo yetu imerudi nyuma kukutolea, mioyo yetu imezimia, mioyo yetu imekwama kwenye kukutolea, turudishe, tuwezeshe kutoa kama wenzetu walipotoa mpaka walipotangaziwa inatosha. Katika jina la Yesu tunaomba na kushukuru Amen. Ndani yako ukisikia kutuma sadaka yako, namba yetu ni 0757 220 220 0757 220 220 Mungu